Najua una akaunti nyingi za Facebook na umezifunga kwa jina lako. Sasa ulitaka uzifute na kuelekeza hatua moja baada ya nyingine, fanya kitu kimoja. Hapo kwenye chaneli yetu, gusa neno limeandikwa subscribe, alafu unagusa alama ya kengele, chagua pale all ili upate video zetu zote, ila like alafu comment chochote pale ila pia gusa neno si ile sehemu iliyoandikwa share ili uweze wengine waweze kufaidika na hiki kidogo ambacho leo hii inakuletea. Uh, mada ya leo ni jinsi ya kufuta akaunti ya Facebook, na hii itakusaidia kama una maakaunti yako mengi. Futa yote ubaki na akaunti moja tu, ili kurahisia na watu wengine waweze kufuatilia kwa haraka zaidi. Uh, nisipoteze muda sana, tuende kwenye point yetu. Uh, utafungua simu yako na baada ya hapo utafungua ile app ya Facebook, utaingia kwenye hiyo akaunti hiyo akaunti ambayo unataka kuifuta. Ukishafungua um, ile akaunti ambayo unataka kuifuta utaenda sehemu iliyoandikwa yani, ukishafungua tu Facebook utaona hapa kuna picha ya profaili ka juu kukona ya kulia, kuna kaprofaili kadogo pia kapicha au kwenye simu nyingine haukuti kile kipicha, unakuta vimishale vitatu vimekatiza hivi. Utagusa pale, na baada ya kugusa pale utashuka chini kabisa, kumeandikwa setting eh, privacy pale. Ukishagusa pale, utafanya kitu kimoja, utachagua sehemu iliyoandikwa eh, setting peke yake Ukigusa pale setting, utachagua sehemu iliyoandikwa account center, nafikiri yes. Hapo utakuwa umenielewa. Utaenda account center, ila pia ukishafika account center utachagua uliandikwa personal data, personal data. Yani ukishagusa pale ni taarifa zako wewe mwenyewe. Ukigusa pale personal data uh, utahakikisha baada ya kugusa pale uwe makini sana, yani uwe makini sana sana sana kwenye wakati unafanya hiyo kazi, ila pia utachagua sehemu iliyoandikwa account ownership um, and control. Yani, baada ya hapo utafanya kitu kimoja. Ukishachagua hiyo uh, utaenda sehemu iliyoandikwa direction direction or direction. Yani, usikurupuke uwe makini haswa haswa haswa kwa sababu hivi um, vitu vinahitaji uwe na utulivu wa hali ya juu. Na baada ya hapo, chagua sehemu iliyoandikwa delete account, yani pale unafuta account. Baada ya kufanya hivyo, unatakiwa utumie kitu kimoja. Ukichagusa pale, wewe wenyewe utagonga tena, utagusa sehemu iliyoandikwa continue ile umeandikwa endelea maana yake unagusa ile continue. Alafu baada ya hapo Facebook yenyewe itakuuliza e, sababu za kutaka kufuta hiyo account. Ila pia nakushauri, kabla ya kufika pale, kama una picha zako zi download zote kwenye ile akaunti, kama una video zako kama una vitu vyako kwa kwa kifupi pakua taarifa zako zote zote zote zote kwenye hiyo akaunti, kwa sababu ukishafuta moja kwa moja haitasoma kabisa hiyo akaunti. Yes, baada ya hapo utachagua sehemu yaandikwa continue tena. Ukishachagua pale, watakwambia weka password. Hapo ndiko uweka ile password ya akaunti yako ya Facebook. Hii hapa ni kwamba uta moja kwa moja utakuwa unadhibitisha sasa. Hapa unadhibitisha kwamba unafuta ile akaunti yako na kama umefanikishwa kuweka ile password, utachagua tena neno delete account. Yani pale ndo unaomba kufuta sasa, kitu gani ambacho kipo hapa. Ukichagusa pale utakuwa umeshafuta hiyo akaunti yako, ila ile akaunti tambua kwamba haitoweza kuondoka kwenye system, ndani ya siku thelathini. Baada ya siku 30 itakuwa imefutika kabisa kwenye uso wa dunia, kwa maana hauji kuipata kokote. Kwa nini wanakuwekea ndani ya siku 30? Huenda unaweza uka, ukafanya maamuzi hapa katikati ya, ya kuirudisha ile akaunti yako ya Facebook, kwa maana kama endapo utafanya maamuzi ya kurudisha ile akaunti yako, unaweza tu, unaingia pale, una login, unaendelea na shughuli zako kama kawaida. Ile ikifika siku 30 na zaidi, pale ndo unakuta wanafuta kabisa ile account. Ah, uh, hapa ndo mwisho wetu wa somo letu kuhusiana na jinsi gani unaweza ukafuta account yako ya Facebook. Uh, usichoke kutufuatilia kwa sababu tuna vitu vingi ambavyo tunakuja. Kwa hiyo kuna account ya Facebook leo ndo hiyo, ila pia hii ni kwa mtu anayetumia simu ya Android, ila kuna wengine wanatumia simu tofauti so somo linalofuata nafikiri kesho litaruka tena kwa wale wengine, ila pia kuna tutakuwa, tutafundisha jinsi ya ku ya kufungua akaunti ya Facebook inayolipa, yaani sio kila akaunti ya Facebook inalipa. Unatumia bando lako linaisha tu bure sasa hivi, nalitaka nile, ndio siri sasa, sasa, utafungua akaunti ya Facebook ambayo ukitupia vitu unavyozidi kufuatiliwa na wewe pia, ili uweze kulipwa. Jinsi gani, sasa utaweza kunipata kwenye hiyo video ambayo nitakaitupia. Ili uweze kupata somo, lazima usubscribe pale, alafu ulaiki chochote na ukomenti. Sana sana subscribe, ndo point kubwa. Ukisha subscribe, gusa alama ya kengele hii itakusaidia sana Ila pia ni shauri chochote pale kwenye komenti. Asante sana, asante sana, fuatilia akaunti yetu ya Mgonde online ya yeah.